Bismillahi rahmani rahim. Kama wewe unaenda haja kubwa bila ya changamoto yoyote, basi mshukuru mola wako mlezi. Kuna watu siku zinayoyoma hawajui lini watapata haja kubwa. Wengine wametobolewa matundu katika kuta za matumbo yao wasaidia walao waweze kutoa kinyesi katika matumbo yao, na hawajui lini matundu hayo yatajazibwa ili waweze kupitisha haja kubwa kama wengine wanapopitisha katika hali ya kawaida. Kuna wengine wanakojewa kutumia mipira. Kama wewe unaenda haja ndogo kila unapohitaji bila ya changamoto yoyote, mshukuru mola wako mlezi. Usihuzunike kwa kuona na kula ugali maharage au ugali dagaa miaka nenda rudi, mshukuru mola wako mlezi, kwani wewe unaweza kumeza kile ulichoruzukiwa. Inasikitisha, kuna watu hawezi kumeza koo zao, za chakula hazipitishi chakula, muda mwingine hawezi kumeza hata mate yaliyomo kinywani mwao. Watu wana changamoto nyingi. Ukiwa miongoni mwa watu wenye kuhudhuria mahospitalini, basi utaabaini ha kuna wengine wazee, umri umeenda Magonjwa yamewazonga pesha zao ziko juu, kisukari kimwakumba, kansa na kadhalika, ameshauza vitu vyake vyote kwa ajili ya matibabu, hadi hivi sasa ana madeni na hajui lini atapona yanayomzonga. Ushawaisikia kansa iko stage four? Kansa ikiwa hatua ya nne huwa hatari zaidi. Hapa kansa inakuwa imesambaa kutokea eneo lake la awali site of origin. Hatua hii ni ile ambayo unaweza sikia kansa ya mtu imesambaa katika mwili mzima. Matumaini ya kuishi katika hatua hii huwa ni madogo sana. Mtu anapigwa mionzi mpaka ngozi inabadilika, nywele zinanoka, hizo alama sasa. Na wewe enda isaidie kitu. Watu wanaumwa nyinyi. Mshukuru Mola wako Mlezi kila leo. Hata kama unajiona wewe ni mdhambi, tenga muda. Mshukuru Mola wako Mlezi. Kama ni mgumu kufanya ibada, jilazimishe kidogo kidogo kufanya ibada. Hata kwa siku sala tano zisikupite. Ongeza ibada kama wewe unafanya kwa uchache. Boresha ibada zako kama wewe unafanya ibada na unajibidisha na ibada. Ongeza sunna. Funga adhkari, na mingine yote ambayo yamejumuishwa yametajwa katika Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitafakari yale ambayo Mola wako Mlezi amekupatia ni mengi sana, lakini ukichambua yale ambayo Mola wako Mlezi hajakupatia ni machache sana. Allah, atufanye wepesi tuweze kukumbuka kila aina ya neema ambayo ametupatia. Ni mimi ndugu yenu AMS good brother, till death till meet Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.